Nikukumbushe kuweka komenti yako chini ya video hii juu ya kile ambacho tunaenda kukizungumzia kwa wakati huu. Winga wa Manchester United Antony ameondolewa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Brazil kufuatia madai ya kumshambulia kimwili aliyekuwa mpenzi wake wa zamani. Kupitia taarifa yake kwa umma, shirikisho la soka Brazil CBF limebainisha kufikia uamuzi huo baada ya aliyekuwa mpenzi wa nyota huyo Gabriel Cavalin kumshutumu kwa kumpiga. Shirikisho hilo liliweza kutoa taarifa ambayo ilisema kwamba kutokana na ukweli uliojidhihirisha siku ya Jumatatu Septemba 4 kuhusu mchezaji wa Manchester United Antony ambao ni lazima uchunguzwe na ili kumlinda mwathirika, mchezaji wa timu ya taifa ya Brazil pamoja na CBF shirikisho lina uarifu umma kwamba mwanasoka huyo ameondolewa kwenye timu ya taifa ya Brazil. Cavelin alifichwa kwamba amewasilisha malalamiko yake kwa polisi wa Sao Paulo kule nchini Brazil pamoja na polisi wa Greater Manchester, ambapo amesema Antony alimshambuliwa kwa nyakati tofauti kati ya Juni 2022 na Mei 2023 na tukio moja linahusisha kumrushia klasi ambayo ilimchana hadi mfupa wa kidole chake ukaonekana. Aidha, katika shambulio lingine lililotokea alipokuwa mja mzito, Kavalin amefichua kwamba Antony mwenye umri wa miaka 23 alimvamia wakiwa kwenye gari na kuitisha kumtupa kutoka kwenye gari lililokuwa likitembea, na kuashiria kuwa angemua yeye mtoto na yeye kujiua mwenyewe. Ili uendelee kuwa wa kwanza kupata video zetu, ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu ambayo ameweza kuandikwa subscribe pamoja na alama ya kengele, ili uweze kuwa wa kwanza kupata video zetu.